Kitabu cha Hosea sura ya kwanza na ya pili, ndiyo kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa ambapo siku ya leo tunaenda kuanza rasmi kusoma kitabu cha nabii Hosea. Watu wa Mungu karibuni sana sana, ili tufungue kwa sala na tuweze kusoma neno hili la Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa neema unayotupa ya kuweza kusoma kitabu hiki cha Hosea. Tunaomba Roho Mtakatifu uliye mwanga na mwalimu wetu, karibu Roho wa Mungu, tuangazie na utuwezeshe kuweza kusoma hichi kitabu, na utuwezeshe kuweza kukielewa. Hekima yako e Bwana, itujalie neema ya ufahamu, itujalie neema ya maarifa, ili kwa neno lako ili ye Bwana tuendelee kutiwa uzima, katika jina la Yesu Kristo tuseme Amen. Watu wa Mungu, karibuni sana. Tunasonga mbele na kitabu cha Hosea, ambapo siku ya leo tutasoma ile sura ya kwanza na ya pili mm. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti, kitabu cha Hosea mlango wa kwanza. Hili ndilo neno la Bwana lililomjia Hosea mwana wa Beeri siku za Uzia na Yothamu na Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda, na siku za Yeroboamu mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli. Hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea, Bwana alimwambia Hosea, enenda ukatwaye mke wa uzinzi na watoto wa uzinzi, kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumwacha Bwana. Basi akaenda akamwoa Gomeri binti Diblaimu, naye akachukua mimba, akamzalia mtoto mwanamume. Bwana akamwambia mwite jina lake Yezreeli, kwa maana bado kitambo kidogo nitaipatiliza nyumba ya Yehu damu ya Yezreeli, na kuukomesha ufalme wa nyumba ya Israeli. Tena itakuwa siku ile, nitauvunja upinde wa Israeli katika bonde la Yezreeli. Akachukua mimba tena akazaa mtoto mwanamke. Bwana akamwambia mwite jina lake Loruhama, kwa maana sitairehemu nyumba ya Israeli tena nisije nikawasamehe kwa njia yoyote, lakini nitairehemu nyumba ya Yuda, nitawaokoa kwa Bwana Mungu wao, wala sitawaokoa kwa upinde wala kwa upanga wala kwa silaha wala kwa farasi wala kwa wapanda farasi. Basi akiisha kumwachisha Lo Ruhama, akachukua mimba akazaa mtoto mwanamume. Bwana akasema mwite jina lake Lo Ami, kwa maana ninyi si watu wangu, wala mimi sitakuwa Mungu wenu. Tena itakuwa ya kwamba hesabu ya wana wa Israeli itafanana na mchanga wa bahari usioweza kupimwa wala kuhesabiwa. Tena itakuwa badala ya kuambiwa ninyi si watu wangu, wataambiwa ninyi ndio wana wa Mungu aliye hai. Na wana wa Yuda na wana wa Israeli watakusanyika pamoja, nao watajiwekea kichwa kimoja, nao watakuwa watoke katika nchi hii, kwa maana siku ya Israeli itakuwa kuu sana. Mlango wa pili. Waambieni ndugu zenu wanaume Ami, na ndugu zenu wanawake Ruhama. Msihini mama yenu, msihini, kwa maana yeye si mke wangu, wala mimi si mume wake, na ayaweke mbali mambo ya uasherati wake yasiwe mbele ya uso wake, na mambo ya uzinzi wake yasiwe kati ya maziwa yake, nisije nikamvua nguo zake akawa uchi nikamweka katika hali aliyokuwa nayo siku ya kuzaliwa kwake, na kumfanya kama jangwa, na kumweka kama nchi kame, na kumfisha kwa kiu. Naam, sitawaonea rehema watoto wake, kwa maana ni watoto wa uzinzi. Maana mama yao amezini, yeye aliyewachukua mimba ametenda mambo ya aibu. Maana alisema nitafuatana na wapenzi wangu wanipao chakula changu na maji yangu, sufu yangu na kitani yangu, mafuta yangu na vileo vyangu. Basi kwa ajili ya hayo angalia, nitaiziba njia yako kwa miiba, nami nitafanya kitalu juu yake asipate kuyaona mapito yake. Naye atawafuata wapenzi wake lakini hatawapata, atawatafuta lakini hatawaona. Ndipo atakaposema, nitakwenda nikamrudia mume wangu wa kwanza, kwa maana hali yangu ya zamani ilikuwa njema kuliko hali yangu ya sasa. Maana hakujua ya kuwa mimi ndiye aliyempangano na divai na mafuta na kumwongezea fedha na dhahabu walivyovitumia kwa ajili ya Baali. Basi kwa ajili ya hayo nitaitoa tena ngano yangu kwa wakati wake na divai yangu kwa wakati wake, nami nitamnyang'anya sufu yangu na kitani yangu vya kumfunika uchi wake. Na sasa nitaifunua aibu yake mbele ya macho ya wapenzi wake, wala hapana mtu atakayemwokoa katika mkono wangu. Tena nitaikomesha furaha yake yote na sikukuu zake na siku zake za mwandamo wa mwezi na sabato zake na makusanyiko yake yote yaliyoamriwa. Nami nitaiharibu mizabibu yake na mitini yake, ambayo alisema, Hii ndiyo ujira wangu niliyopewa na wapenzi wangu. Nami nitaifanya kwa msitu, na wanyama wa mashamba wataila. Nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali aliyowafukizia uvumba, hapo alipojipamba kwa pete masikioni mwake na kwa vito asema Bwana. Kwa hiyo, angalia, mimi nitamshawishi na kumleta nyikani na kusema naye maneno ya kumtuliza moyo, nami nitampa mashamba yake ya mizabibu toka huko, na bonde la Akori kuwa mlango wa tumaini, naye ataniitikia huko kama siku zile za ujana wake, na kama siku ile alipopanda kutoka nchi ya Misri. Tena siku hiyo itakuwa, asema Bwana, utaniita ishi kwa maana nitayaondoa majina ya mabaali kinywani mwake, wala hawatatajwa tena kwa majina yao. Nami siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa mashamba kwa ajili yao tena na ndege wa angani tena na wadudu wa nchi, nami nitavivunja upinde na upanga na silaha vitoke katika nchi, nami nitawalalisha salama salimini. Nami nitakuposa uwe wangu kwa milele, naam nitakuposa kwa haki na kwa hukumu na kwa ufadhili na kwa rehema, nami nitakuposa kwa uaminifu, nawe utamjua Bwana. Tena itakuwa siku hiyo, mimi nitaitika, asema Bwana, nitaziitikia mbingu, nazo zitaiitikia nchi, nayo nchi itaiitikia nafaka na divai na mafuta, nayo itaiitikia Yezreeli. Nami nitampanda katika nchi kwa ajili yangu mwenyewe, nami nitamrehemu yeye asiyepewa rehema, nami nitawaambia wale wasiokuwa watu wangu, ninyi ndinyi watu wangu, nao watasema wewe ndiwe Mungu wangu.